Matukio haya yameendelea kubadilisha mwelekeo wa taifa hilo lenye utajiri mkubwa duniani. Miongoni mwa matukio makubwa yaliyojiri Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni pamoja na juhudi za diplomasia kujadili hali ya usalama mdogo iliyopamba moto mashariki mwa nchi hiyo na kuziacha ukiwa familia nyingi, raia wakitaja kwamba hatua hii iliambulia patupu, ikiambatanishwa na ile ya waasi wa M23 kuiteka miji muhimu mikubwa mashariki mwa DRC, ile ya Bukavu, Goma na Uvira. Hata hivyo, kujiondoa kwa wanajeshi wa SAMIDRC waliokuja kama njia mbadala ya kuleta salama na utulivu katika eneo la mashariki lenye kukabiliwa na mivutano mikubwa ya silaha. Uasi wa M23 mwaka huu ulizidisha mashambulizi yake mashariki mwa DRC na kufaulu kudhibiti miji mikubwa muhimu ya Goma, mwishoni mwa Januari, Bukavu Februari, na Uvira hivi majuzi Disemba, baada tu ya saini kati ya Rwanda na DRC Disemba 4, licha ya juhudi za SADC na MONUSCO kuleta hali ya utulivu, M23 ilizidi kuweka utawala wa ndani na kudai kusonga mbele hadi Kinshasa. Kutekwa kwa miji hii kulisababisha mauaji makubwa, uporaji, hospitali zikiwa zimezidiwa na watu wengi kutoroka magerezani na ukatili mkubwa wa kingono nun... mapigano yalienea yakihusisha vikosi vya Sadeke ambavyo vilitia saini makubaliano ya kujiondoa. Mkutano wa ajabu wa wakuu wa nchi na serikali wa jumuiya ya maendeleo ya kus... Il... ulimaliza Machi 13 mamlaka ya ujumbe wake wa kijeshi nchini DRC sami DRC na kuamuru kuanza kufungasha mikeka yake taratibu, kwa wanajeshi wake kutoka DR Congo, Ufaransa Umoja wa Mataifa zilani mashambulio haya zikitoa wito wa kusitishwa kwa mapigano, kuondolewa kwa wanajeshi wa Rwanda na kuanza tena mazungumzo, wakihofia kuongezeka kwa kanda, hali ambayo M23 ilifungia masikio. Kwa mujibu wa raia wa DR Congo, anayeongea hapa ni Emable Bin Baruti. Mashariki naendelea vibaya yapita sasa mwaka mzima, e, mji wa Goma, mji wa Bukavu kuna miezi kadhaa e, miji hiyo na Uvira inashikiliwa na hawa waasi wa, wa M23. E, siasa ya Congo ya Mashariki inasumbua hata wananchi kuyajua zaidi, kwa sababu kuna ile mikataba ambayo serikali ya Congo inakwenda kufanya na waasi hao, ikiwa huko doa wala Marekani, lakini waasi hao wana wanaendeleza ma, mashambulizi e, kungambo ya serikali. Kuna mapungufu fulani fulani kuhusu serikali yetu ya Congo. Tangu waasi wakiwa e, Bunagana, waasi wakiwa pale Bunagana, utasikia ya kwamba wana kamanda fulani amekula rushwa, amefanya hivi, ameuzisha hivi na hivi. Sasa hayo yote ni upungufu wa serikali, kwa sababu serikali haichukue majukumu yake ili Adui. M23 bado ilidhibiti sehemu ya eneo hilo licha ya makubaliano na inashikilia shinikizo lake kwa hotuba zinazolenga kuiteka Kinshasa. Hali bado ni tete, huku kukiwa na hatari kubwa ya ukiukwaji wa haki za binadamu na watu kuhama makazi yao. Licha ya mikataba ya amani iliyotiwa saini, raia wengi wa miji ya Uvira, Bukavu na Goma wako uhamishoni wakisubiri amani kurejea katika eneo zao. Kelve Bwija ni mtafiti wa maswala ya kiusalama na mratibu wa Sosiko FDC Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Sasa utafahamu, kama provinsi ya Nord Kivu kwa sasa imerealize pli ya kadra iko sehemu kubwa iko mikono ya waasi wa M23, mpaka hivi wananchi wanaendelea kupita matatizo huko. Unakuta mikakati ikisha sainiwa, unakuta warebele wa, wa M23 wa Ngumino Twirwaneho Red Tabara hawatakubali mikakati ya kusitisha vita mashariki mwa Kidemokrasia ya Kongo ndio maana tuko tunaendelea kuinterpele wa diferens partenere yote ma diferente parti prenante ku ma dialogue fulani fulani ya kutafuta amani ya CCLF mu nchi yetu ya Kidemokrasia ya Congo ikwo inaendelea vraiment kuendele kukubali ma mikakati ya kusitisha vita na utafahamu kama hadi leo mapambano yanaendelea kuripotiwa matarafa za Uvira, Fizi, Mwenga, mumuji wa Uvira, muji wa Baraka, yaani Uh, sehemu kadha wa kadha ya provensi yetu ya Sud-Kivu, wananchi wanaendelea kukosa amani, Bukavu ilipokamatiwa Kamanyola, sehemu za Katogota, Kageregere, kule kote wa M23 wanajaa hapo na wanajaza maranforo zao muda kwa muda. Ni kusema tu kama wakati yengine mikakati ita, itasainiwa wakuu viongozi wa nchi watoke ma mambo ya madistraction. Emable Baruti ni raia wa DR Congo, hapa anachamu hali ya kidiplomasia na usalama ya DR Congo. Sisi kama vile raia tunakwenda kuhuzunika, kwa sababu wakati wanapotuambia ya kwamba wamekwenda katika mazungumzo na wamekubaliana huko Marekani na doa ya kwamba nchi inapata amani, sisi tunafuraha, kwa sababu tunachokiona ni raia ambao wanakwenda kuumia kila mara, napata sasa mwaka mzima na miezi tangu mji wa Goma uchukuliwe na mji wa Bukavu unachukuliwa, ni miezi tosha ambayo miji hii miwili inashikiliwa na hawa waasi wa, wa M23 wakiwemo Wanyarwanda wa kutoka Rwanda na kuvamia nchi ya Congo. Sababu ambazo wanakwenda kuzitoa ili kushikilia miji hiyo ya Uvira, Bukavu na Goma. Si sababu tosha ndugu yangu, kila mara wanasema ya kwamba ni mauvaise governance ndo zenye inatuma ya kwamba wasikilie maeneo hiyo na kuja kutetelea ambao ndugu zao wanazungumzia lugha ya Kinyarwanda huku mjini kwetu Congo. Hizo si sababu tosha, kwa sababu wanaochunga amani, wanaochunga amani ya wananchi ni wanajeshi wa nchi ile. Ndio kazi kubwa ambayo jeshi inayo inakwenda kuifanya na kuitekeleza. Kwa hiyo hiyo si sababu tosha. Nikiripoti kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mimi ni Espoir Kilongo Itel, kwa niaba Channel Africa, iliyosura taswira mzinduo na mwamuko wa Afrika.